Korea Kaskazini imerusha makombora kadhaa ya masafa mafupi aina ya ballistic kutoka eneo la Pyongyang, yakisafiri takribani kilomita 350 kabla ya kudondoka katika maji ya mashariki ya nchi hiyo, hatua iliyozua taharuki kubwa ya kiusalama katika eneo la Asia Mashariki. Jaribio hilo la kijeshi halichukuliwi kama tukio la kawaida, bali linaelezwa na wachambuzi wa masuala ya ulinzi kuwa ni ujumbe wa makusudi wa kuonyesha nguvu ya kujiamini kwa Pyongyang, likifanyika kwenye kipindi nyeti cha mabadiliko makubwa ya kisiasa yanayokaribia. Maafisa wa kijeshi nchini Korea Kusini na Japan wamelaani vikali kurushwa kwa makombora hayo wakisema ni ukiukwaji wa wazi wa maazimio ya Umoja wa Mataifa na tishio la moja kwa moja kwa usalama wa kikanda. Jeshi la Korea Kusini lilisema lilifuatilia kwa karibu mienendo yote ya makombora hayo kuanzia kurushwa hadi yalipotoa baharini, huku likiongeza kuwa linaendelea kushirikiana kwa karibu na Marekani na Japan kuchambua aina za silaha zilizotumika kwa madhumuni ya kisiasa nyuma ya hatua hiyo. Tukio hili ambalo limetokea hii leo Januari 27 mwaka 2026 linakuja wakati kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un akijiandaa kwa kongamano la tisa la chama cha wafanyakazi linalotarajiwa kufanyika Februari, tukio kubwa la kisiasa ambalo mara nyingi hutumika kutangaza mwelekeo mpya wa sera za ndani na nje za nchi hiyo. Katika mikutano hii ya chama tawala, Korea Kaskazini imekuwa ikitangaza mabadiliko muhimu ya kimkakati, ikiwemo sera za kijeshi, uchumi na msimamo wake dhidi ya mataifa jirani. Wachambuzi wa siasa za Peninsula na Korea wanaonya kuwa katika kongamano hilo Pyongyang inaweza kwenda mbali zaidi na kuingizwa rasmi katika katiba yake kile kinachoitwa mfumo wa mataifa mawili yenye uhasama. Hatua hiyo, endapo itathibitishwa, itamaanisha kuvunjwa rasmi kwa sera ya miongo kadhaa ya kuzungumzia uwezekano wa kuungana tena kwa Korea Kaskazini na Korea Kusini kwa njia ya amani. Badala yake, Seoul inaweza kutambuliwa kikatiba kama adui wa kudumu, jambo ambalo litabadilisha kabisa misingi ya mahusiano kati ya pande hizo mbili, kwa mujibu wa wachambuzi hao. Kurushwa kwa makombora ya hivi karibuni ni sehemu ya mkakati mpana wa Kim Jong Un wa kuimarisha msimamo wa ndani kabla ya kongamano hilo, huku akionyesha kwa wananchi na wanachama wa chama kuwa Korea Kaskazini ina uwezo wa kijeshi wa kujilinda na kutishia wapinzani wake. Pia ni ujumbe kwa jumuiya ya kimataifa kwamba Pyongyang haina nia ya kulegeza misimamo yake ya kijeshi licha ya vikwazo na shinikizo la kidiplomasia. Japan nayo imeeleza wasiwasi mkubwa, ikisema makombora hayo yameongeza hatari ya usalama wa raia wake na anatayarisha usafiri wa baharini na anga katika eneo hilo. Waziri wa ulinzi wa Japan alisema nchi yake itaendelea kuimarisha uwezo wa kujilinda na kufanya kazi kwa karibu na washirika wake ili kukabiliana na kile alichokiita vitendo visivyotabirika na uchokozi kutoka Pyongyang. Kwa ujumla, tukio hili linaashiria kuendelea kwa mzunguko wa mvutano katika peninsula ya Korea, huku matarajio ya mazungumzo ya amani yakizidi kufifia kadri kongamano la chama tawala la Korea Kaskazini linavyokaribia. Macho ya dunia yataelekezwa Pyongyang kuona kama kweli mabadiliko ya kikatiba yatatangazwa na iwapo hatua hiyo itafungua ukurasa mpya wa hatari zaidi katika historia ya uhusiano kati ya Korea Kaskazini na Korea Kusini na jumuiya ya kimataifa.